Naam, bwana mmoja kati ya wanamitindo eh, lakini pia vile vile ni social media influencer, content creator kutoka pande za TikTok eh, huyu ni mwanadada ambaye amepata umaarufu mkubwa sana lakini pia yeye na mpenzi wake walikuwa wakiposti content zao kupitia mitandao ya kijamii mbalimbali hususan TikTok so mwanadada huyu ambaye amepata umaarufu kupitia mtandao huo anafahamika kwa jina la Mrs. Sharo amefariki dunia usiku wa kuamkia leo katika hospitali ya Temeke jijini Dar es Salaam umeona umeonaso Huyu bidada inasemekana kwamba chanzo cha kifo chake ni kwamba aliugua ghafla, lakini kwa bahati mbaya ni kwamba hakufanikiwa eh, kupata tiba au kupata nafuu afueni, kwa namna moja au nyingine, ni kwamba bidada huyu bwana, kilichomkuta ni kwamba alipoteza maisha ghafla tu wakati akiwa amefikishwa hospitalini kwa ajili ya kupata matibabu. Na huko mitandaoni ni kwamba sasa hivi kwa content creator na watu ambao walikuwa wanamfuatilia mwanadada huyu, wako katika hali ya majonzi kutokana na kutokana na msiba huu umewagusa kwa hali ya juu, kutokana na kwamba huyu binti alikuwa ni mcheshi, alikuwa akiwafurahisha watu wengi sana kwa content ambazo na ziposti, na alikuwa yuko na confidence sana kuhusiana na muonekano wake, jambo ambalo liliwavutia watu wengi sana. Lakini moja kati ya videos ambazo zimeonekana kama vile ni wosia au ni video zake za ujumbe mzito wa mwisho ni hii hapa video ambayo ilikuwa inamuonyesha akiwa anaomba msamaha kwa mtu yoyote yule eh, kwa kama kuna kokote ambacho, ambapo mtu alimkwaza yeye, amesamehe, lakini pia naye pia akaomba msamaha kwamba asamehewe kwa na mtu yeyote yule ambaye atakuwa amemkwaza Kivyo vyote vile. Kwa hivyo basi, dada huyu ameomba radhi, na yeye pia amewasamehe, na yeye pia ameomba kusamehewa kama kuna popote ambapo amewakwaza au amemkwaza mtu yeyote. Hiyo ni moja kati ya video ambayo sasa hivi zinasambaa sana mitandaoni, katika mitandao ya kijamii hususan Instagram, inaonekana imechukuliwa kama vile ndo ujumbe wake wa mwisho, mwanadada huyu kwa jamii na watu ambao walikuwa wakimfuatilia. Hebu msikilize hapa. Meona. So huo ni ujumbe ambao bidada huyu ameuweka mtandaoni kwa mara ya mwisho uhum. na kiukweli ni moja kati ya posti ambazo zimewagusa na kuwaumiza watu wengi sana ambao walikuwa wakimfahamu. So hapa kuna page mbalimbali zimeripoti kuhusiana na na ujumbe huo kuhusiana pia na kifo cha huyo binti ambapo hapa kuna peji wameandika kwamba aliomba msamaha kabla ya kifo chake. Inasikitisha kiukweli, lakini pia peji nyingine hii hapa wamekuja pia kuandika kuhusiana na the same thing, wameandika kwamba bwana da, RIP Mrs. Sharo eh. Kwa mujibu wa TikToker maarufu kabisa nchini Mrs. Sharo amefunguka mume wa huyo binti amefunguka na yeye pia na kusema kwamba mwanamke wake amefariki, lakini hakupewa taarifa maana alikuwa anajiuguza nyumbani kwao. Amekuja kuambiwa na watu wa pembeni. Umeona eh? ni kwamba huyo binti alirudi kwao kwa ajili ya kwenda kupata